tuko katika e, darasa nambari 40 chini ya onwani inayosema ashirku al-asghar, shiriki ndogo. E, darasa nyingi zimetangulia kuhusiana na shiriki kubwa na kuwa shiriki kubwa katika madhara yake au katika alama zake ni kuwa inaporomosha matendo yote na inamsababisha mhusika kutoka katika dini na kukaa motoni milele endapo atakuwa amefariki. E, bila ya kutubia dhambi hili. <coughs> Tofauti na madhambi mengine, mwenye kufanya madhambi mangine yuko tahta almashia, chini ya utashi wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu azza wa jalla e, inshaa adhabahu akitaka atamwadhibu, wa inshaa ghafara lahu akitaka atamsamehe. E, shirki kubwa inasababisha mtu kukaa motoni milele na inamtoa mtu katika, katika Uislamu e, sasa tunazungumzia ashirkul asghar shiriki ndogo. Shiriki ndogo wanawachuoni <coughs> huwa wanaitambulisha kinyume na shiriki kubwa. Waladhi la yukhriju min almilla, ni ile ambayo haimtoi hamtoi mtu katika Uislamu. Ashirkul akbar yuhbitu jamia al a'mali, shirki kubwa inaporomosha matendo yote. Ashirkul asghar la yuhbitu jamia al a'mali, haiporomoshi matendo yote, wainama yuhbitu al amal alladhi waqa fihi shirki, hii inabatilisha amali tu ile ambayo imegusana na huo shirikina Eh, kwa hivyo hapa anasema ma huwa shirku uh, al asghar ni ipi? Shiriki ndogo akasema ashirku al asghar huwa ria, shiriki ndogo ni ria. Ria inatokana na raa au uh, ara, ameonesha ameona au ameonesha, kwa sababu shiriki hii ni mtu kufanya amali, eh, si kwa ajili ya kitu kingine, kwa sababu akifanya amali kwa ajili ya kitu kingine itakuwa amekiabudu kitu hicho, na kwa hivyo hiyo itakuwa ni shiriki kubwa. Amali hii shiriki hapa ni mtu amefanya amali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, lakini akataka watu wajue kuwa fulani anamwabudu Mwenyezi Mungu, na watu wasikie, na habari zienee kwamba fulani ni mchamungu na ni mwenye kufanya ibada. Angalia Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla asivyopenda ushirika. Eh, anajua kabisa amali hii imefanya kwa ajili yake, na huyu ambaye anajionesha hajionyeshi kwa yule anayemuonesha kuwa yeye anamwabudu huyo anayeoneshwa, bali huyo anayeoneshwa ajue kwamba mimi, yani mhusika, kuwa anamwabudu Mwenyezi Mungu Azzawajallah. Hilo pia hakutaka. Ndio maana salafu saleh ilikuwa katika tabia zao, na mimi sisemi kwamba hiyo ni wajibu, lakini nasema katika tabia zao katika kuepuka na kukwepa masala ya shiriki unaweza ukabisha, ilikuwa ukibisha nyumbani kwa mmoja wao akawa anasoma Qur'ani, basi anaficha msahafu wakikukaribisha, ili usijue, usijue kwamba yeye alikuwa akifanya ibada. Na walikuwa wakipenda salafu saleh amali za faraghani kuliko wanavyopenda amali zinazoonekana, kwa sababu hizo zina eh, hatusemi kuna zina uhakika wa ikhlasi, lakini zina asilimia kubwa zitakuwa zimeepukana na ni, ni, hi, shi, hi, hili dhambi la shiriki ndogo, dhambi la ria na kujionyesha. Um, akisema shiriki ndogo ni aria. Je, hii ni taarifu, ni definition inayegusa sehemu ya au inayoelezea sehemu ya maana ya shiriki ndogo, au ni shiriki ndogo kwa upana mwanzo mwisho ni ria? Hapana, sio mwanzo mwisho shiriki ndogo ni ria. Shiriki ndogo ziko nyingi, hata kuapa kwa jina lisilokuwa la Mwenyezi Mungu azojala ni shiriki ndogo. E, kusema masha Allah wa shita ni shiriki ndogo. Shiriki ndogo ziko nyingi. Kwa hivyo e, kawaida ya wanawachuoni wanaposomesha masomo katika levo ya msingi, wanapokuja kuelezea masala huwa wanaelezea kidogo. Na kumbuka katika shiriki kubwa walisema, shiriki kubwa ni kuelekeza ibada ya Allah ya kwa asiyekuwa Allah na hali ya kuwa shiriki kubwa ni hilo na mangine. Kwa hivyo kadhalika, shiriki ndogo ni hii ria na mangine. Kwa hivyo hapa ametaja definition ya shirki sehemu tu ya shiriki, e, tuya, shiriki ndogo ambayo ni ria e, na kwa kuwa hii ndio hatari zaidi. Qala Allahu taala, hii shiriki ndogo ndio hatari zaidi. Utaona hapa katika hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inayokuja, qala Allahu taala, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema faman kana yarju liqa rabbi, basi yule ambaye anatarajia kukutana na Mola wake. Yani, anayetarajia kukutana na Mola wake ni mtu mwenye imani, ni mtu mwenye imani kwamba tukifa tunakutana na Mola wetu kwa ajili ya kutulipa, kama ni wema atatulipa mema, kama ni ubaya atatulipa ubaya kuna maisha mangine baada ya haya maisha ya duniani. Basi mwenye imani hii na ajiandae na hayo maisha. Fali maandalizi gani? Falyamal amalan salihan, na atende amali saleh. Neno saleh ni nzuri, ni amali nzuri. Amali nzuri ni ipi? ikiwa mtu atauliza amali saleh ni ipi, ni ile ambayo khalisan lillahi amefanya mtu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, haina kujionesha kwamba watu waone au watu wasikie. Ni hatua ya kwanza ya amal, ya amal saleh. Hatua ya pili wanachoni wamesema ni ile amali ambayo e, imethibiti katika sheria na ikafanywa kwa maelekezo ya sheria, kwa sababu inaweza ikathibiti katika sharia ikafanywa nje ya maelekezo ya sheria. Uh, kwa, na au wakati mwingine mtu akafanya amali ambayo haipo kabisa katika Uislamu. Uh, kwa hivyo Mwenyezi Mungu azza wajalla ili awalipe watu siku ya kiyama, atawahukumu ata ata wa wakiwa na nabii wao na kitabu chao, yauma nad'u kulla unasim biimamihim, siku ya kiyama tutawaita watu na imamu wao. Wanaachani wamesema imamu wao Yaani nabii wao tuje tuwahukumu kwa mujibu walivyofundishwa, wakitekeleza kwa mujibu walivyofundishwa itakuwa amali hiyo ni njema. Au imamuhim, kitabu chao, kitabu pia kinaitwa imam. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, kila kitu tumekihifadhi katika imamu. Kwa hivyo kila watu wataitwa, wataletwa wahukumiwe E, waitwe ili wahukumiwe pamoja na, na nabii wao na kitabu chao, pamoja na nabii wao na kitabu chao. Kwa nini nabii? Nabii e, nabii atasema mimi kuhusiana na swala nilifundisha hivi na hivi, alafu iwanga, iangaliwe hiyo swala ilikuwa imeendana na yale mafundisho ya nabii. Sala hiyo ilikuwepo ilitajwa. Tusije tukatoka nje ya somo e, mahalu shahidi ni kwamba amali njema ni ile ambayo imeepukana na shirki pamoja na kuwa ina vigezo vingine vya kisheria. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla aliposema faliyamal amalan salihan, na atende amali njema ambayo haina shirki na ina vigezo vingine wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan. Hapa imesemwa ime, ime, na atende amali njema wala asimshirikishe e, yeyote katika ibada ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kumshirikisha yeyote katika ibada ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kuna kuja katika maana ya shiriki kubwa na katika maana ya shiriki ndogo. Katika shiriki ndogo, katika shiriki kubwa ni mtu akichukua yeyote katika ibada ya Mwenyezi Mungu Azza Jalla akamuelekea asiyekuwa Mwenyezi Mungu Azza Jalla kwa, kwa hivyo amemshirikisha mwingine katika ibada ya Allah, imeitwa ni ya Allah kwa sababu hiyo ilikuwepo kwa ajili ya Allah, Yeye ameipeleka yani, kusiko ama e, mfano wa e, e, nini kumshirikisha yeyote katika ibada ya Allah ni kwenye, kwenye katika mfano wa shiriki ndogo ni mtu afanya amali njema kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Azza Jalla, lakini na mwingine naye anatakiwa aone, apongeze, asifie, na mwingine anatakiwa asikie, apate taarifa katika vyombo vya habari. Mwenyezi Mungu Azza Jalla akasema na atende amali njema wala asinishirikishe e, subhanallah. Yani ikiwa ina, itakuwa inashiriki Mwenyezi Mungu Azza Jalla hata ikubali amali hiyo. Faman kana hii ni aya mwisho katika surati E, el-kahfi. Faman kana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saliha wala yushrik biibadati rabbihi ahada, ambaye anatarajia kukutana na mola wake, kwa ajili ya malipo yauma alqiyama ama qabrini, basi na atende amali njema mbele. Akaleta tafsiri ya hiyo amali njema, ni ile ambayo haina shirk, wala yushrik biibadati rabbihi ahada wala asimshirikishe yeyote katika ibada ya Mwenyezi Mungu jalla wa ala. waqala sallallahu alayhi wa sallam, na mtume rehmani amani ziwe juu yake amesema, ametaja kwamba e, shiriki hii anaiogopea zaidi, kwa sababu e, mumin e, anayejitambua na aliyesoma ni ngumu kuingia katika katika nini, katika shiriki kubwa, na huko anajua. Lakini mtu anaweza akajua shiriki ndogo haitakiwi na ria haitakiwi na suma haitakiwi na bado akawa nafsi yake mara kwa mara inamuingiza katika hiyo. Kwa hivyo anaweza akatenda amali nyingi sana lakini ikawa hazikuingiza kitu katika akaunti ya thawabu yake. Kwa sababu hiyo, mtume sallallahu alaihi wasallama eh, hakuogopea kwamba waja wake nani nini wafuasi wake hawatatenda amali njema, lakini aliofia sana kwamba watatenda amali njema, lakini zitabunguliwa na zitaharibiwa na hiyo riya Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa inna akhwafa ma akhafu alaikum ashirku lasghar al, hakika ninachokiogopea nina zaidi katika vile ninavyoviogopea juu yenu, katika vile ninavyoviogopea dhidi yenu ni shirki ndogo, ashirku lasghar al arriya. Wanawachuoni wametafsiri kwamba shiriki ndogo ni arriya. Hadithi hii ni sahihun, ni hadithi sahihi rawahu Ahmad, imepokelewa na Alimamu Ahmad. Akataja wa minashiriki al asghari kaulu rajuli, na miongoni mwa shiriki ndogo ni kauli ya mtu. Ndio maana kule nilisema pale ile definition ilitambulisha shiriki moja tu katika shiriki ndogo. Angalia hapa, anaongeza shiriki ndogo nyingine, na miongoni mwa shiriki ndogo ni kauli ya mtu yeyote, yani aseme laula Allahu wa fulanu lau kama si Allah na fulani, akatumia neno na fulani. Katika lugha ya Kiarabu, ukisema Musa na Ali ukitumia neno na, maana yake wako sawa, ama ukisema Musa kisha Ali, maana yake wanatofautiana. Ukisema lau si Allah, hiki ni kipande cha maneno. Kwa mfano kumetokea khairi fulani e, au imepu kumeepuka kumeepukwa shari fulani, ukasema lau si Allah na fulani aliyesababisha, ukasema na wanasema, umemfanya Allahu jalla waala ni sawa sawa na huyo mwingine, kwa sababu shiriki ni kumfanya Allah kama ni, ni, kama wengine au kuwafanya wengine ni kama Allahu jalla jalla waala. Ndio maana shiriki imeitwa eh, ni ni uadilifu, uadilifu eh, kulinganisha kumlinganisha Mwenyezi Mungu, bali lladhina kafaru birabbihim yadilun, lakini wale waliomkufuru Mwenyezi Mungu azza wajalla wanamfanya, wanamfanyani sawa Mola wao na vengine. Kwa hivyo kusema e, lau si Allah na fulani ni shiriki, lakini sahihi ni kusema lau si Allah kisha fulani, kuonesha kwamba pati ya Mwenyezi Mungu azza wajalla ni zaidi ya pati ya huyo mtu katika katika jambo hilo. Kwa hivyo kusema E, hali ya kuwa anayesema anakusudia kwamba Allah ni mtukufu kuliko huyo fulani, lakini shiriki hii inakuja tu katika matamshi. Ama kama anakusudia moyoni kwamba Allah ni sawa na fulani katika hili, hiyo ni shiriki kubwa, lakini hapa ni shiriki tu katika lafudhi, moyoni huyu mtu hana hilo. Kwa hivyo wakati mwingine shiriki inaweza kutokea e, sio kwamba mhusika anafanya anakusudia shiriki katika moyo anaku anakusudia kumfananisha Allah na kingine au kumfanya sawa Allah na kingine la, bali tu kwa matamshi yake au kwa tendo lake, kwa matamshi yake au kwa tendo kwa tendo lake. Allahu almustaanu e, lau kama si Allah na fulani. Kwa mfano mtu akimuinamia mtu e, inaweza ikawa ni shiriki ndogo, lakini huyu anayeinama hakusudii kumrukuia huyu mtu kama anavyorukuu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla lakin kwa kuwa hili tendo limekuwa ni katika matendo ya special kwa Mwenyezi Mungu azza wa jalla, hapa anaingia katika shiriki ndogo. laula llahu wa fulan au kusema masha Allahu wa shiita, haya ni matakwa ya Allah na ni matakwa yako kutumia neno na. Kwa hivyo sahihi ni kusema lau kama si fulani, lau kama si Allah kisha fulani, lau kama si Allah kisha fulani Wakala sallallahu alayhi wa sallam mtu amesema wa la atakulu, ma sha Allah wa washaa fulanu, msiseme haya yaliyokuwa ni matakwa ya, ni matakwa ya Allah na fulani, walakin kulu, lakini semeni masha Allah humma fu, shaa fulanu. Haya ni yale yaliyo yataka Allah kisha akataka fulani. Sahihun rawahu Abu Dawud. Kwa mfano mtu ame? e, ametaka kumlipia mtu ada akamlipia, tunasema Haya ni matakwa ya Allah. Ni matakwa ya Allah kwa sababu Allah asingelitaka hata yule asingelitaka. Angelimzuia asitake. Kwa hivyo Allah ametaka. Kisha fulani kwa sababu utashi wa Allah una nafasi kubwa na ni wajuu kuliko utashi wa mwingine. Kwa hivyo ili kutofautisha useme neno kisha. Katika lugha ya Kiarabu anasema thumma. Angalia Uislamu ulivyoharamisha shiriki na ukaharamisha hata ni jambo kuwa lina sura ya shiriki, japokuwa katika moyo wa mtu hakuna makusudio ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. E, tunamwomba Mwenyezi Mungu Azza Jalla tujalie na kusikiliza maneno na kufuata yaliyo mazuri yake. Tutaangalia katika mifano ya shiriki ndogo hal yajuzu alhalifu bighairillah. Je, ina juzu kuapa kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? E, hili nalo ni katika aina za shiriki ndogo. Anasema la yajuzu alhalfu bighayrillah, haijuzu kuapa kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu jalla wala qala. Taala Mwenyezi Mungu anasema kul bala wa rabbi la tub'athuna. Allah ametufundisha katika viapo tuseme bala wa rabbi, kwa nini ninaapa kwa jina la Mola wangu, la tub'athuna, hakika mtafufuliwa. Hapa ametaja nukta hii kuonesha kwamba kuapa kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu azza jalla ni shiriki ni katika shiriki ndogo. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na mtume amesema, man halafa bighayri allahi faqad ashraka, ambaye ameapa kwa jina lisilokuwa la Mwenyezi Mungu azza jalla amefanya shiriki sahihu. na rawahu Ahmad, hadithi ni sahiha, amepokelewa na imam Ahmad. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, ambaye ya, anataka kuapa na ape kwa jina la Mwenyezi Mungu azza jalla au na nyamaze. Mutafaquna alayhi Hadithi hii imepokelewa na Bukhari na Muslim. Mtu asiseme mama yangu tena, asiseme eh, na apa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, asiseme na apa kwa baba yangu, wala asiape kwa kitu chochote, asise asiape kwa mauti yake wala balaa lake, bali aape kwa jina la Mwenyezi Mungu au kwa sifa katika sifa za Allahu jalla waala. Ala wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin.